Na mimi kuangalia mambo ya wenzetu yanakwendaje. Naomba wasimame pale wapo. Na waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Sumaye na Mheshimiwa Kwajima kusema jitihada za kudidimiza za ku, demokrasia zinaendelea kuwa nyingi sana lakini nawapongeza Moshi maana baada ya kuwakatalieni uwanja wa maonyesho umefanya uwanja wa majengo ambayo shehe imenoga zaidi. Ongereni sana watu hawa, tuwasamehe bure au tuache maneno ya Biblia yaseme, waacheni wafu wazike wafu wao, maana hupimi watu kwa uwanja, unapima kwa roho zao. Hawa ni watu waliompenda Ndesamburo, waliomheshimu sana tatu na kupongeza mzee Mtei kwa kukutana na Ndesamburu, lakini nakupongeza wewe zaidi, maana umetuachia chama chenye nguvu sana. Hongera mzee Mtei, nilikuwa namnong'oneza pale mzee Mtei kwa hakika, nikamwambia mzee, ishirini ishirini tumechukua pamoja na jitihada zao zote. Mungu atakuwa nasi na tutaweza. Kwa hiyo nawapongeza kwa kutuachia chama chenye nguvu, wametuachia chombo kinachofanya kazi vizuri na tunamshukuru sana kwa kazi hiyo, sana kwa dada yangu Lusi, nimemwambia sana. Mimi napenda kuambia maneno yafuatayo, Amanesamuro na Lusi, kesho jioni umati huu utakuwa umeondoka, nategemea mtabaki na Bwana Yesu walime na kuwafariji. Mwisho kabisa, naomba tuime na mzee Samburu wimbo ufuatao, bwana usehemu yangu, tukiongozwa na kwaya, mafungu mawili tu, bwana usehemu yangu na fungu la mwisho, niongoze kabodeni katika safari yangu, tatende na wewe pamoja.